Oktoba 29, Siku ya amani. Oktoba 29, Siku ya amani. Ni kauli ya mgombea ubunge wa Jimbo la Songea Mjini, Dr. Damas Ndumbaro wakati akiongoza mazoezi ya jogging yaliyopewa anwani ya jogging ya, ya amani yaliyofanyika manispaa ya Songea na kuhusisha wanamichezo mbalimbali. Akizungumza katika uwanja wa Zimani Moto kilipofanyika kilele cha jogging hiyo, Dkt. Ndumbaro amesema amani ni tunu muhimu na mataifa yaliyoipoteza amani yanahangaika, hivyo Tanzania wanapaswa kushiriki uchaguzi bila vurugu ili kuilinda amani tuliyo nayo hivi no. Tanzania tuna amani, hatuoni thamani ya amani hii. Siku amani ikitoweka tukaanza kusikia mlio wa mtutu ndipo tutajua thamani ya amani. Tukiwauliza majirani zetu ambao wamekutana na kadhia mbalimbali, ndipo tutajua thamani ya amani. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania kuelekea uchaguzi wa Oktoba 2029 20. Tudumishe amani. Uchaguzi ni zoezi la kikatiba Ibara ya tano ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa haki kwa kila Mtanzania kwenda kupiga kura. Hiyo ni haki ya kikatiba. Mwenye mamlaka ni wewe, kusema ninakwenda kupiga kura. Tunaomba Watanzania wote, hasa WanaSongea, twende tukapige kura Oktoba 29. tukawachague viongozi tunaowapenda, twende kwa amani tukapige kura tuweze kupata viongozi. Na baadhi ya viongozi wa dini walioshiriki jogging wamewataka Watanzania bila kujali itikadi za dini zao kuiomba amani na kushiriki zoezi la uchaguzi bila vurugu. Tuwausie vijana wenzetu Amina, tulinde amani, hii ni thamani kubwa sana. Amani hii saizi tunaidharau, tunaona kwamba hakuna kitu, lakini baadaye sio sio kama ilivyo sasa hivi, mabunge wanajenga mabarabara, haya yanaonekana kama mito Hapana, tutaomba mtu wa kutoa nini? Amani. Yaani mtu wa amani, hatuhitaji vingine. Wakati huo sasa tumefikia mbali, mabarabara haya yanajengwa, tumayaona, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Maana kumshukuru Mwenyezi Mungu ni ucha Mungu, e, tusio binadamu tusiokuwa na shukurani. Tuwashukuru serikali, tuwashukuru wabunge, na hapa tufanye uchaguzi vizuri, atakayepita au wa chama cha upinzani au wa chama tawala basi tuseme alhamdulillah, tufurahie nchi yetu. Pengine wahubiri na watu wengine wanatamka kwamba Edeni ya Mungu yawezekana ikawa ni nchi yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pia tunachokifanya hiki siyo maigizo. Tunamtanguliza Mungu kwa kutoka ndani ya mioyo yetu. Mahali pengine tumeongea kwamba siasa haina dini, lakini mwanasiasa ana dini kwa hiyo ukiwa na dini yako ukiwa na imani yako kwa jambo lako lolote, lazima umtangulize Mungu. Ndiyo maana siku ya leo, asubuhi ya leo, wengi wetu wako kwenye maeneo mbalimbali wanafanya shughuli mbalimbali, lakini sisi tukaamua kwamba leo kwa niaba ya wenzetu wengine wote sisi tuje tumwombe Mungu kwa ajili ya kuendeleza amani tuliyo nayo na ndiyo maana tuko mahali hapa. Tungeweza kuwa kwenye majukumu yetu mbalimbali kwa siku ya leo, lakini tukasema tuje tumwombe Mungu ili awe pamoja nasi kwenye mambo yote yawe ya uchaguzi na yale mengine ya kifamilia. Bwana Yesu asifiwe. Lengo letu kuu sisi watu wa dini pamoja na ninyi wa Kristo na wengine ni kumwomba Mungu aendelee kudumisha amani tuliyo nayo. Hii ni Toka Zamani TV, mimi ni Shehani Mzei. Na taarifa zaidi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Tufuate pia Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV.